Namba tatu. Namba tatu, sifa ya mwanamke, umpate mwanamke ambaye hataki kabisa, ye mwenyewe hataki kabisa jambo linaitwa marafiki mashoga. Nyinyi watu mjue, ndoa nyingi dunia hii zimevunjwa na mashoga au marafiki wa nje. Shoga yake uwe we mumewe, wewe ndio mumewe, ndio kiongozi wake, ndio mshauri wake, ndio rafiki yake, au sio? Siku akiamua muishi kama marafiki, basi anakufanya rafiki, mnacheka mnagonga na mikono, na wewe usiwe tena mkukutavu kama unauza sumu. Ukiona leta mkono peleka, ah, mume wangu bwana, peleka mkono ta! Sio mkono leta wewe, nini una akili? Unaharibu, utaharibu. Una Una na, ukikataa kuwa rafiki wa mkeo, ukikataa kuwa rafiki na shoga wa mkeo, atawatafuta nje na hao wa nje wakipatikana, utajuta. Hii ndoa muda mfupi itakua, sijui, mnanielewa? sifa ya tatu ya mke ni yule anaomfanya mumewe ndio rafiki yake namba namba moja, na wengine hawatakiwi. Namba nne, mke sifa yake ya nne, awe sio muumini wa safari, awe ni mke anayeridhika na anapenda zaidi kukaa kwake na sio kutoka. Wengine mmeoa wanawake wasafiri, sio ni wasafiri hao kutwa nzima kakuaga safari kama kumi hivi. Naenda kwa anti bwana, naenda kwa shangazi bwana, naenda kwa shogo yangu bwana, nakwenda hospitali bwana, safari kila saa. Wewe ujaoa mke, umeoa msafiri. Tafadhali usioe msafiri, umeoe mke ambaye anaona nyumbani kwake ndio destination yake. Kwangu ndio, nyumbani, ndio kila kitu, na anapafurahia. Nanielewa, anapafurahia kwake. Sifa namba tano ya mkeo iwe dini, taratibu na maisha na utamaduni wa kidini ni utaratibu wake wa kawaida, isiwe kutekeleza mambo ya dini mpaka mtiane vibao. Yaani yule mwanamke tu hata kufunika nywele atoke nje kajihifadhi, hilo nalo mpaka mpigane, we mawatoka hivi ambe, hizi nywele kani ulinipa we, mbona unatoka kicho, mbona wewe unakufia wewe mbona huna kofia. Kwa nini? ukipata mke huyo umeliwa, na umeliwa mchana adhuhuri, sio usiku. Iwe dini di ni utamaduni wao. Ikifika muda wa swala, pengine yeye ndo anakukumbusha, mume wangu, mbona adhana katawahe, muda umefika. Yeye yeah. sio wewe, mke wangu, naona adhana. Ah, sali mwanzo, mwenzangu. Sali tu na kama unasali ili upate pepo usio na wasiwasi siku ukiingia peponi, ukiona nakuja, hata usinifungulie mlango, ingia tuwe peke yako. Umeliwa.